Hitaji zaidi ya vyeti, umenisikia? Kila mwaka kila mwaka hapa nchini kwetu wana graduate watu milioni moja na laki mbili, na uwezo wa soko la ajira kuabsoba wa watu ni laki nne peke yake. Utapata wapi kazi? We unahitaji feva, wanaswe sana kee kwambie, sio kazi zote zinatangazwa kazi ndio napigiwa simu tu, nimesikia inategemea. Kwenye ufalme huu nani anakujua na anakusemaji ina maana kubwa sana. Kinachoamua nani anakujua kisa nani anakusemaji inategemea kilicho juu yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mfano rahisi tu, maombi yanaweza kufanya faili lako lilosaulika sehemu likakumbukwa. Unafahamu ubiesa Esther akamwambia anko yake Amodekai akasema, kwa siku hizi tatu naomba please, na msile mimi sitakula, wote tupate kumwomba Mungu. walipoomba walipoomba, Esther akaenda ikulu ya mfalme bila utaratibu. Alipofika kwa mfalme nini ilitokea? ilitakiwa auawe lakini mfalme akamnyoshea fimbo yake, ila siwa mimi kilitokea yote fever. Anasema Esther akapata neema machoni pa Mungu. Kwenye ni breakdown kidogo kidogo, please kidogo, kidogo. Moja kati ya kitu maombi inafanya sawa. Maombi inaamisha kibali cha Mungu, kikiwa juu yako na kibali cha Mungu kiwa juu yako watu wanapoteza uwezo wa kuzuia. Narudia, moja kati ya vitu kibali kinafanya, watu wanaanza kuachilia vitu kwako ku, bila kuwaomba. Wakati Yesu uso wake umegeuka, mavazi yake anametameta, hakusema kwamba Petro ni jengeni bana. Petro mwenyewe akajisikia kumjengea kibanda. Bwana asifiwe sana. Utukufu wa Mungu ukiwa juu yako Watu wanapoteza uwezo wa kujizuia kwa kwe. Wanapoteza na jumana. Baada ya esa kuomba, mfalme ikawa na msumbua sema, wewe mtu una shida gani? Sema akasema njoo ule kwenye karamu. Akala siku ya pili, una shida gani wewe? Ni maombi yale yanamsumbua Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Akamwambia ah, akaongeza hofu, akasema hata nusu ya ufalme nitakupa ndipo akasema haja yake. Lakini usiku ule mfalme hakulala akaanza kusoma vitabu. Kumbe kuna jambo moja Modekai alifanya na kumuokoa mfalme dhidi ya walinzi wake, ndio kumuua bila sema. It was recorded but he wasn't awarded, yani ilituzwa kumbukumbu, lakini hakulipwa. Nini kilimfanya asahau? Nini kilimfanya asahau mfalme? Nini kilimfanya asahau mfalme wakati mnatendo